Aleluya, aleluya! Hakika Bwana amefufuka kweli kweli, aleluya, yeah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunasherehekea ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jana usiku, Jumamosi Kuu, Misa ya mkesha tuliona nuru ya ulimwengu ambaye ni Kristo amefuka. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya pekee. Tafakari inayokuleteni ni ya misa ya Jumapili ya Pasaka, misa ya mchana, na dhamira yake ni Yesu amefuka, tumaini letu limehuishwa. Yesu amefuka kwa matumaini yetu yamepewa kama uhai mpya yanaendelea kuwa mazuri zaidi kwa sababu Yesu amefufuka. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunasherehekea kilele cha imani ya Kikristo ambacho ni ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka wafu. Ni siku ya ushindi wa uzima juu ya mauti, ya matumaini juu ya kukata tamaa. Hii si hadithi ya kale Hapana, bali ni ukweli unaogusa maisha yetu mpaka leo. Kwa namna ya pekee, somo letu la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 10 aya 34 na aya 37 mpaka 43. Ni kuomba usome. Katika somo hili tunamsikia Mtume Petro akimshuhudia Yesu kwa watu wa mataifa. Anasema kwa wazi kuwa Yesu aliishi miongoni mwa watu akatenda mema akateswa na kuuawa msalabani, lakini Mungu alimfua siku ya tatu na kumdhihirisha kwa mashahidi waliochaguliwa. Maana yake mashahidi waliochaguliwa, si kwamba Yesu baada ya kufuka alikuwa anamtokea kila mtu. Hapana, ilikuwa ni mitume hasa zaidi na baadhi ya wachache wafuasi wake. Petro anasisitiza kuwa kazi yetu ni kushuhudia mambo haya, kwamba kweli Yesu amefuka, na hasa kuambia watu wengine ambao wameamini tayari, ambao hawajaamini, kupitia Yesu na kuambia kwamba kweli Yesu na kupitia kwake Yesu huyu mfuka, kuna msamaha wa dhambi na uzima wa milele na hapa Tunajifunza kitu kimoja kikubwa kwamba ufufuko wa Yesu ni kiini cha ujumbe wetu. Tunapotoa ujumbe huu, tunapowashirikishia wengine, Yesu ndiye awe kiini, Yesu ndiye awe kila kitu, mengine ya yaani yawe kama pembeni. Hatuwezi kuwa Wakristo wa kweli bila kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda mauti. Kanisa lipo kwa ajili ya kuinjilisha, kama Mtaguso wa Pili unavyotuambia. Si kwa kitu kingine, si kutenda mambo ya kijamii, sio kufanya siasa, hapana. Kama ni kufanya mambo ya kijamii, labda elimu kama tulivyofanya, afya, hiyo ni cha pili, ni secondary, ni kitu cha pili. Cha kwanza ni kumtangaza Yesu. Kanisa lipo kwa ajili ya kuinjilisha na kama kanisa haliinjilishi alimtangazi Kristo, maana yake baada ya muda hilo kanisa litakufa. Kumbe leo tunaitwa kuwa mashahidi kama Petro, mashahidi wa matumaini, tena tukizingatia kwamba huu ni mwaka wa jubilei, jubilei ya matumaini eh, mahujaji katika matumaini mashahidi wa uzima, mashahidi wa uzima mpya mashahidi wa ufuko. Injili inatoka injili ya Yohane sura ya ishirini aya ya kwanza mpaka ya tisa. Ni kuombe uisome. Maria Magdalena katika injili hiyo anakuja kaburini mapema asubuhi, anakuta jiwe limeondolewa, anaenda kwa Petro na kwa ile mwanafunzi mwingine, na wote wanakimbia kuona kilichotokea, wanaingia kaburini na kuona vitambaa vya sanda lakini Yesu hayupo na kaburi ni tupu. Mtume Yohani anaandika kuwa yule mwanafunzi akaona na kuamini, ingawa bado hakuweza, ingawaje bado hawakuwa wameelewa maandiko matakatifu kikamilifu. Ishara ya kaburi tupu iliwaamsha katika imani mpya. Tunajifunza nini? Kaburi tupu ni ushahidi wa kwamba giza halina neno la mwisho. Maisha yako pia yanaweza kuwa kaburi tupu, ambapo ni mahali pa maumivu, huzuni au kata tamaa, lakini Kristo haishi humo, kwenye hilo kaburi. Yesu yumo hai, Yesu yu hai na kama yule mwanafunzi mpendwa, tunaitwa kuona na kuamini hata kama hatuelewi kila kitu. Mambo ya imani wakati mwingine ukisema uelewe kila kitu unaweza usifike mbali, lakini zaidi tuna macho ya imani kuliko kuwa na macho ya kidunia tu hivi. Lakini Pasaka, naweza nikasema si tukio la kihistoria tu, ni mwaliko wa kushiriki katika ushindi wa Kristo ambaye ameshinda mauti. Yesu aliyefuka yuko hai na anatembea pamoja nasi leo na kipindi chote kabisa cha Pasaka, hata baada ya Pasaka. Lakini hasa zaidi kipindi hiki cha Pasaka tunasherehekea kuwa giza la Ijumaa Kuu, maana Yesu kuonekana amekufa, halikudumu bali giza hilo lilishindwa na mwanga wa Pasaka. Pasaka mwito kwetu mimi na wewe tuishi kama watu waliofuriwa pamoja na Kristo, watu wa matumaini. Tushuhudie kwa wengine kuwa Yesu yu hai kwa maneno yetu na matendo yetu. Mtakatifu Yakobo alisema kwamba katika waraka wake imani bila matendo imekufa. Maneno yetu na matendo yetu yadhihirishe hilo, lakini sio watu wa kaburi watu ambao wako ndani ya kaburi, bali watu wa uzima, furaha na upendo wa kweli. Lakini juzi, labda swali moja limeongelea zaidi hapa tu wa watu wa matumaini. Je, tunawezaje kuishi maisha ya kuwa na matumaini au kwa watu wa matumaini? Hili ni swali zuri sana. Kuishi kama watu wa ufuko na matumaini kama wa Kristo kuna maanisha kuakisi maisha mapya tuliopewa kupitia ufuko wa Kristo. Hapa kuna vitu kadhaa tunavyoweza kuvizingatia. Cha kwanza, kuishi kwa imani na tumaini na si kwa hofu. Kuishi kwa imani na matumaini na si kwa hofu. Ufuko wa Kristo unatuonesha kuwa hata giza kula kaburi halina nguvu ya mwisho. Hata tunapopitia majaribu magumu na yapo inataendelea kuwepo, tunapaswa kukumbuka kuwa yote hayo yana mwisho, na mwisho wa yote kwamba kuna uzima na ushindi. Tunapaswa kuwa watu wa matumaini hata katikati ya magumu. Tukikosa matumaini, basi njia yetu itakuwa haiwezi ikapitika. Ndio maana kuna msemo unasema palipo na njia palipo na matumaini basi palipo na matumaini kuna njia. Na waraka eh, wa mtume eh, Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza ya saba, anatuambia Paulo Mtakatifu, kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu ya upendo na ya kiasi. Tukiwa na matumaini hatupashi kuogopa, tusiwe na woga. Roho Mungu aliyetupa si wa woga, ni wa matumaini, kiasi na upendo. Kitu cha pili namna ya kuishi maisha ya matumaini ni kushuhudia upendo wa Kristo kwa wengine, kama nilivyokusia kwenye somo la kwanza, kama Petro. Yesu aliishi kwa kutenda mema, akaponya watu, akahubiri na kadhalika, akaonyesha huruma. Kama watu wa ufufuko, nasi tupaswa kueneza upendo huo, kusaidia walio katika shida, kutia moyo walio dhaifu na kwa watu wa msamaha. Yesu mwenyewe ametusamea dhambi zetu. Mathayo sura ya 25 mstari wa 35 mpaka 40: kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Tuwasaidie wengine. Pale St. Peter's Square au mbele ya kanisa la mtakatifu Petro pale Roma, siku chache zilizopita, kuna sanamu ya chuma imetengenezwa na eh, na mwana mwana mchongaji mzuri sana kutoka Canada, anachonga vizuri. Ya chuma inamwonyesha mtu amekaa na fimbo, kama amekaa hivi, anahitaji msaada. Kimsingi, hiyo ndiyo falsafa ya Baba Mtakatifu Francisco anasema tu watu wa kuwapokea wageni ambao wana mahali pa kulala kuwasaidia wenye shida. Kumbe sanamu hiyo imewekwa kwamba kila anayepita akayepale angalia wasimame, imtafakarishe kusaidia wengine, na kama tukifanya hivyo tutakuwa tunaishi Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 35 mpaka 40, kwa maana ilikuwa na njaa mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu mkanipa maji, nilikuwa sina nguo mkanivika, nilikuwa mkani kifungoni mkani mkaja kunitazama. Lakini cha tatu kutafuta na kuishi utakatifu. Wapendo, unajua kipindi cha Kwaresima watu wengi wamekuwa kisali, wanatubu, wanafunga na kadhalika kwamba kwa, Kwaresima imeisha sasa, sio kwamba yote tuyaweke pembeni, ule moyo uliokuwa nao kwa Kwaresima endelea nao Sirudi nyuma kwa sababu kila mtu anatafuta utakatifu. Wito wa kuwa mtakatifu ni, ni mwito wa ujumla kwa watu wote, we are called to be holy, tumeitwa na Mwenyezi Mungu ili tuwe watakatifu. Kwa hiyo ufufuko si tukio tu, hapana, ni mwaliko wa kwanza maisha mapya, tue waaminifu wa kwa maisha ya neema kushiriki sakramenti hasa Ekaristi, kusali kutafakari neno la Mungu na kuachana na dhambi. Mkiwa mmefuriwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya tatu aya kwanza. Tumefuliwa na Kristo, tuyatafute yaliyo juu, si ya hapa duniani. Kitu cha nne, kuwa mashahidi wa Kristo hai Petro na mitume walimshuhudia Kristo aliyefuka bila woga. Petro anaongea bila woga, haogopi watu. Hata sisi leo tunapaswa kumshuhudia Kristo kwa maneno na maisha yetu. Kazini watu wajue kwamba wewe ni Mkristo, usione hofu. Kama ni shuleni, mwanafunzi, onesha we kwamba ni Mkristo. Kama ni mwalimu, hivyo hivyo ofisini biashara yako, sokoni, mahali popote pale, kwenye krimo na kadhalika, kwenye familia na jamii, ishi maisha ya Ukristo. Tusijifiche, tuishi maisha ya Ukristo. Ninyi ni mashahidi wa mambo haya, Luka sura ya 24:48. Yesu anawaambia mitume wake kwamba ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Sasa sisi ndio mitume sasa hivi Kini, cha mwisho na cha tano wa leo tunachojifunza ni kukuza furaha na shukurani. Ufuko na habari njema ya furaha ya milele. Hatuwezi kuishi kama watu wa huzuni ya milele. Wakristo wakweli wanapaswa kuwa watu wa furaha ya ndani hata wakati mambo ni magumu, kwa sababu wanamjua Yesu aliye hai. Kuishi kama watu wa ufuko ni kuonyesha kuwa maisha yetu tumekutana na Yesu aliye hai. Tunapoishi kwa imani, upendo, utakatifu na ushuda, tunakuwa taza pasaka ulimwenguni. Namalizia juu ya mtu mmoja wa muhimu kwangu, mama huyu anaitwa Mariamu Magdalena, ambaye aliwahi kabrini mapema asubuhi, kama tunavyosikia kwenye Injili. Anatufundisha nini? machache cha kwanza, upendo wa kweli kwa Yesu. Maria Magdalena huyu alikuwa miongoni mwa wanawake waliompenda Yesu na kumtumikia kwa uaminifu. Hata baada ya kifo chake alijitoa kumtafuta kule kaburini, hata kabla ya alfajiri, kwa sababu ya upendo wake wa dhati. Tuo watu wa upendo wa kweli kwa Kristo, si kwa maneno tu, bali kwa matendo, hata katika nyakati za giza. Uaminifu katika giza la pili. Ingawa Yesu alikuwa amekufa, Maria Magdalena hakukata tamaa, aliendelea kumtafuta hata akiwa na huzuni, akiwa hajui kitakachotokea. Katika giza la maisha, huzuni zetu, kushindwa kupoteza matumaini, tuendelee kumtafuta Yesu kwa imani na uaminifu, naye atapatikana lakini uvumilivu wa kutokata tamaa. Wengine walirudi nyumbani baada ya kuona kaburi litupu, lakini Maria alibaki akilia. Uvumilivu wake ulimfanya kuwa mtu wa kwanza kumwona Yesu aliye hai. Tunajifunza nini? baraka la majibu ya Mungu mara nyingi huja kwa wale wanaosubiri kwa uvumilivu na hawakatishwi tamaa. Heshima ya mwanamke katika uinjilishaji, super kabisa. Yesu alijitokeza kwanza kwa mwanamke Maria Magdalena. Jambo hili sio la kawaida katika jamii ya wakati huo, tungelitegemea labda mtokee Petro, awatokee wanaume na kadhalika, lakini amtokea mama huyu na akamteua kuwa mjumbe wa kwanza wa habari njema ya ufufuko. Maria Magdalena akawa mtume kwa mitume. Tume kwa mitume. Funzo: akina mama, mna nafasi ya pekee <coughs> katika kazi ya Mungu. Kila mmoja mwanamme au mwanamke anaweza kuwa chombo cha habari njema, na ndivyo ilivyo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Maria huyu Magdalena anatufundisha kuwa imani, upendo na uaminifu kwa Yesu vina zawadi kubwa ya kukutana naye, kumtambua na kushiriki katika utume wake. Tujifunze kutoka kwake kuwa wafuasi wa kweli, hata wakati wa giza, tukiwa na macho ya imani. Nikutakie neema na baraka. Yesu amefuka kweli, aleluya, aleluya, aleluya. Pasaka njema. Halo, kwa majina naitwa Doto Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na Joni Paulo Hosteli, ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama na tunazingatia afya ya mteja pia. Katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgahawa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia. Ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareth kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora ama kanisa kuu, inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza mwambie nataka kufika Nazareti kantini iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0656 4364 10 ama 0674 93 49 arobaini na tisa, arobaini na sita. Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.